Mathayo sita ishirini na nne, hakuna mtu awezaye kutumikia mabwana wawili kwa maana atamchukia huyu na kumpenda huyu, ama atashikamana na huyu na kumdharau huyu, hamwezi kumtumikia Mungu na mali tumikia mabwana wawili kwa maana atamchukia huyu na kumpenda huyu ama atashikamana na huyu na kumdharau huyu hamwezi kumtumikia Mungu na mali. Um, Biblia nyingine inasema manne hamwezi kumtumikia Mungu na fedha. Amen. So anasema hakuna mtu awezaye kutumikia mabwana wawili. So kuna two roads. kuna mabwana wawili hapa. Amen. I want you to read something. Very important. kuna mabwana wangapi? Wawili. Please, I want you to pray this prayer. You cannot serve two masters. We have two master here. One master is God. Na a second master is Mammon. There are two masters. Now, God is here in this side. And the mammon is in the other side. So now we must choose the one, Lord, to serve. Amen? Kuna mabwana wawili, kuna Mungu upande huu na mali au fedha upande huu Amen. Kwa inabidi, tutafutia mtu wa kumtumikia Amen. Mweshi, bwana Mungu wako usiona bwana mwingine bali Mungu peke yako si ndio? Usiwe na bwana nini mwingine bali pe, Mungu peke mm -hmm, yako yake. So hapa kuna mabwana wawili, Mungu sasa, hakuna bwana mwingine yani hata shetani sio bwana. Aya maneno ayaongee mtume mtume wa Yesu Kristo hajaongea hayo, aliongea Yesu mwenyewe, si ndio? Amen. akasema hakuna aweza kutumikia Mungu na mali na mali. Kwa hiyo Mungu anajilinganisha na mabwana wawili. Bwana wa kwanza ni Mungu na wa pili ni fedha ni mali. Amen. Kwa hiyo lazima utumike kimoja wapo. I was praying for that. Nilikuwa ninaisubiri toka jana. Na ilitokea kwa sababu kuna mtu alinipigia simu analia, biashara zimekufa mali zimekufa. Amen, vitu vimekufa. Kwa hiyo anatamani kumwacha Yesu You get the point? Amen. Sasa matokeo yake kuna wawili pale, kuna mali na Mungu. Amen. Sasa Mungu akikutawala wa unakuwa mtumwa, Mungu anakuwa master. You get my point? Amen. Yani kuna kuna masters and slaves, kuna master Bwana na mtumwa, kama kama mali kuna bwana, kuna mtumwa, si ndio? kuna servant, kuna amen, mtumwa. Amen. kuna bwana mtumwa, kwa hiyo inawezekana Mungu akiwa bwana, wewe utakuwa mtumwa Wate. wake. Pesa akiwa bwana, utakuwa mtumwa wake, utakuwa mtumwa wake, eh, wewe utakuwa mtumwa nini, wa pesa. Amen, amen. Sasa hatuwezi kutumikia bwana wawili, lazima chagua bwana mmoja ukutumikie. Yes. kwa hiyo Tunapotoa sadaka kwa tunatoa sadaka ili Mungu atubariki si ndio? Amen. Si kweli. Why we we give in the church? Kwa, tunatoa sadaka. Watu wajui secret. Why do we we give in the church? We give, tunatoa sadaka? We, we sadaka kwa Mungu tukimaanisha mali na fedha zetu Bwana wao ni mmoja. Tunafanya bwana huyo wa pili au na bwana mmoja ni, ya unafanya mali asio bwana wako, hata mali zako bwana wake au bwana wa mabwana. Wow. You you get my point? Amen. So when you give offering, unamaanisha kwamba wee, pesa ninaye bwana anayenitawala ambaye ni mkubwa kuliko wewe. Kwa hiyo mimi na wewe Bwana wetu ni mmoja. You get the point? Amen. Amen. Kwa kuna watu hapa, pesa imekuwa bwana. Ikikosekana unaumwa, una unaugua, unakosa chakula, unakonda. Maana yake ni kwamba pesa sasa, mali imekuwa bwana wako, inakuendesha baadaye kuiendesha. Yaani inabidi kwenye level, pesa yani, we ni bwana wa pesa. Pesa inakutafuta sio na itafuta, yani pesa inakutafuta inajua we ni bwana wake, itaobei, itakutii. Amen, amen. Ukiamua itakuja, itakuobei. Yes. Ukisema nakuhitaji kesho, utaipata. Amen. Matoka yake na kuita Adamu njoo, nakimbia? Hapana, you have to have that power of commanding man to obey you and you to obey God, God to become your master and man must become your master. Yes. Yesu, leo kwenye maombi maombi haya haya. Leo kwenye maombi haya fedha ikawe mtumwa wangu. Fedha ikawe mtumwa wangu. Mimi ni mtumwa wa Kristo. Yesu ndio Bwana wangu. Mimi ni bwana wa pesa. Natangaza katika ulimwengu wa roho. Fedha haitaniendesha. Mali haitaniendesha mimi, bali nitaziendesha mimi. Mimi ni bosi wa fedha fedha, nazimiliki. Namiliki utajiri. Mimi nazimiliki fedha na mali haitaniendesha. Mimi ni bwana hazitaniendesha katika jina la Yesu Kristo. Fedha haitaniendesha katika jina la Yesu. Mimi ni mtumwa wa Bwana Mungu aliye hai fedha ni mtumwa wangu kwa jina la Yesu Kristo. Fedha utaniendesha mali utaniendesha katika jina la Yesu, utanitafuta mimi mimi sitakutafuta wewe, ndio utanitafuta kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu fedha hazitanendesha mimi, fedha hazitanendesha mimi wewe. Fedha wewe, ni mtumwa wangu utanitumikia mimi kwa jina la Yesu. Weu, mimi nitamtumikia Bwana wewe uta nitumikia mimi kwa jina la Yesu. Mimi ni mtumwa wa Bwana, mimi ni mtumwa wa Bwana, mimi ni mtumwa wa Mungu, mimi ni mtumwa wa Mungu, mimi ni mtumwa wa Kristo, mimi ni mtumwa wa Kristo, na fedha ni mtumwa wangu, na fedha ni mtumwa wangu, na mali ni mtumwa wangu, na mali ni mtumwa wangu. Mwana, kuna nguvu inaingia kwako sasa hii ya ajabu Mungu ataka uimiliki fedha, iwe mtumwa wako, ikutumikie, si uitumikie, uitumikishe, si kutumikishe. Sa Bwana Yesu, mimi ni mtumwa wa Kristo, mimi ni mtumwa wa Kristo. Mali ni mtumwa wangu, ni wangu. Mimi sina bwana mwingine. Bwana wangu ni Mungu aliye hai. Fedha hauwezi kuwa bwana wangu. Wala mali hauwezi kuwa wala fedha hauwezi kuwa mali yangu. Bwana wangu. Fedha, wewe sio bwana. Wala mali sio bwana. Mungu ndio bwana. Wewe ni mtumwa wangu, fedha. Wewe ni mtumwa wangu. Wewe ni mtumwa wangu, fedha. Na fedha sio jawabu ya mambo yote. Ndio, ndio. Nimesema nini? Pesa sio jawabu ya mambo yote. Maji sitakuwa tajiri, sitakuwa na mali imemsaidia pesa, sio ajabu. Kuna mambo pesa haijibu. Uongo kweli? Kuna mambo sio jawabu la mambo yote. Kuna mambo ambayo pesa hawezi kujibu kabisa, uongo kweli? Yeye, kuna mambo unayo pesa ijibu ha. Kama ingekuwa inajibu wanao wanaokufa singapo wahi. Amen. Kuna mambo pesa ijibu, pesa sio jawabu la mambo Amen. Yote. Praise God. Amen. You get the point? Amen. Pesa sio jawabu la mambo yote, yote. Mungu ndio jawabu. Yes. Si la mambo yote. Fedha sio jawabu la mambo yote. Narudia tena. Yes. Fedha siyo jawabu la mambo. Hapana. Fedha siyo jawabu la mambo. Kama fedha ni jawabu ya mambo yote, basi watu singe kufa. Yes. Matajiri. Amen. Praise God. Amen. Amen. Amen. Fedha sio jawabu la mambo yote. yote. Kuna mambo ambao fedha hawezi kujibu kabisa. Yes. Praise Amen. God. Amen. Amen. You a point? Sio jawabu, kuna kuna majibu pesa inatoa. Yes. Lakini haina majibu ya mambo yote. Mwenye majibu ya mambo yote ni Mungu aliye hai. Ndio na majibu ya kila kitu. Amen. Huyo leo Bwana Mungu wako, kuna maswali ambayo pesa haiwezi jibu kabisa. Kwa hiyo fedha ni jambo jibu la baadhi ya mambo yes. Sio yote. Amen. Praise God. Amen. Lakini Mungu ni jibu la mambo yes. yote yes. Yesu, wewe ndo jibu la mambo yangu yote. Fedha haiwezi kuwa jibu ya mambo yangu yote, fedha haiwezi kuwa jibu la mambo yangu yote. Yesu, nakuinulia mikono juu na wewe. Wewe ni jawabu la mambo yote, la mambo yote. Yesu, ni jibu, Yesu ni jibu la mambo yote, la mambo yote. Wewe ndo jibu. Wewe ni jibu la mambo yote, la mambo yote. Mungu, niambia wengine, siwajibu kwa sababu wanaamini katika mali yes, katika fedha yes, kwamba wakiwanazi wanafikiri kitumekaa sawa. Waambie yes, leo mimi ni jibu la mambo yote mm. Saa wakinitegemea wakaniamini kwamba mimi ni jibu la mambo yote, nitawapa majibu ya maswali yao yote. God bless you, sema jamii yako mwambie sana ya kupenda yeye, ndio jibu la mambo yote Ndo jibu la maswali yote, Amen. Yesu ni jibu ya maswali yako yote, Amen. Ana majibu ya kila kitu, Amen. Ana majibu ya maswali yako yote, Amen. Ana majibu ya maswali yako yote, Amen. Yesu ndo jibu, Amen. Yesu ndo jibu.